mheshimiwa tumekuwa tukifuatilia tukifuatilia na taarifa tunazozipata kuna wenzetu ambao tuko nao ndani wanapeleka taarifa hata kwa mhusika ambaye ametuibia uwanja wetu ni kitu ambacho ni cha kushangaza sana lakini mheshimiwa mwenyekiti kwa sababu tumeshapata dokumenti zetu tuna haki ya ku ku, ku, ku, ku, kufanyia chochote huu uwanja kulingana na hayo ulivyo ila haturuhusiwi kujenga nyumba ya kudumu kwa sababu kuna bomba ambayo limepita itakuwa imebaki sehemu ndogo sana kwa hiyo bomba kubwa, eh. baada ya kuwa kwamba tumeweka vizuri basi nafikiri tutakaa na kamati ya siasa kujua kwamba tufanye nini. Kwa hiyo kwa hali halisi mheshimiwa, ndio hiyo, lakini tumejitahidi kufuatilia sana. Namshukuru sana katibu mwenezi, na nadhani kiwanja hiki ni cha miaka mingi sana. Kuna viongozi waliopita wakikijua hiki kiwanja, lakini hakuna aliyekuwa thubutu kufuatilia kiwanja hiki. Tumejitoa muhanga, mimi na katibu mwenezi, na mimi kwa kipindi kikifupi ambacho nimekuwepo, nime mpaka Mungu akatufanikishia kuwa tumefanikiwa kupata kiwanja. Vijana we, we, Temi mpo? Tupo. Eh, naona kweli mpo mpo mpo kweli. Vijana wa Temi wa mwaka huu ni tofauti na vijana wa mwaka miwili au mitano iliyopita, sawa jamani? So, tunahitaji nini? Mabadiliko. ndugu mwenyekiti, ndugu mwenyekiti Ndiyo, mheshimiwa, ee, karibu sana, napenda kwanza niwapongeza hawa vijana wetu wa Chama cha Mapinduzi Themi. Ninavyowaona ndugu mwenyekiti naona wamekuja na moto, naomba moto huu usizimike. Yes, endelea mbele kwa mbele. Ninapenda sana vijana mimi hata ukisema nicheze kwaito hapa naweza kwaito nicheze, hebu ewe piga hata Diamond naweka hapa. Mimi niwapongeze kwa wale wote walio waliochukuliwa, na ninadhani mtafanya kazi kama vijana waliotoka Temi. Ndugu mwenyekiti, leo tuko katika eneo hili mimi nalifahamu vizuri sana. Mimi nimefanya kazi na nikijua, hiyo kiwanja hiki kilikuwa cha tembo. Ubovu wake ulikuwa ni kwamba bomba limepita hapa, kama mwenyekiti alivyosema, kweli kuna bomba, hakitakiwi kujenga, lakini kwani sharti tujenge? Si mnaweza kutengeneza busani kama ilivyo hapa kabisa, watu wakapata riziki, vijana wakapata kazi hapa kabisa. Kwani kazi ni nini? Kazi ni kutafuta kupata riziki. Hawa watu tunasimamisha magari hapa ni hela nyingi. Kwa nini vijana wetu wasiweze kupata ajira? Ndizo alizokuwa nasema mwenyekiti pale, lakini naomba vilevile vijana wa Chama cha Mapinduzi na especially tukiwa kwetu hukute tuwe na kauli njema. Sasa hivi, ndugu mwenyekiti, sijui ni nani kijana mmoja walikuwa wanataka bendera wanachezea pale bendera anamachezea mali ya serikali Sio lugha nzuri. Kuna kijana mmoja amesema hapa, sikumwona lakini yeah, nimesikia. Sababu sio lugha iliyotuleta hapa. Sisi tumekuja hapa na lugha ya kutaka kujua. Naomba maneno ya kihuni ya kihuni yasiambatane na chama cha kabisa kabisa. Sisi tuwe ni mfano yeah, mfano huo uigwe na watu Mwenyekiti, umeahidi mambo mengi, nadhani mengi yatafanyika na kifanyika, nadhani wengine watakuja kujifunza kutoka kwetu. Mnasemaje, mko tayari? Tayari, tayari na kama tuko tayari, mwenyekiti, tunaomba wa chama cha mapinduzi kuhakikisha kwamba hapa vijana Rafiki ya mwisho, ndugu mwenyekiti, rais wetu sasa hivi ambaye ndio mwenyekiti wetu anafanya kazi na kazi nzuri na kazi ambayo kila mwana CCM kila mwana CCM alipo, namuomba mwenyekiti tuwe na tamko sisi wanatemu kama kata kama vijana kwamba tunamuunga nani rais kwa kazi nzuri inayofanya. Mabadiliko yanayofanyika kule yatakuja mpaka huku huku kwetu chitu hivi ukiwa na mtoto wako ukamkuta kwamba anasoma shule kila siku anaongoza, inakuwaje sasa? Wakati rais wetu mwenyekiti wetu aliyepo hivi sasa anapigana mbele kwa mbele, hali ina kwa nini sisi tusimuunge mkono? Vijana wateni, tumuunga mkono, tutamuunga mkono tuko, tu uwe tayari ndugu mwenyekiti. Sasa hivi tunaweza tukafanya hata ma, ma, tuka, tukamuomba hata mwenyekiti wetu awe wa wilaya awe wa mkoa aje apokee ma, maandamano yetu ya kumuunga rais, juu ya vita anayo vijana. Wanatemi mwenyekiti, tutakuwa wa kwanza na, na kata yako wametoka wengine wapi, lakini kata yetu hiyo ya kwanza, mfano watajifunza. Baada ya kusema hivyo, ndugu mwenyekiti, vijana vijana Watemi, tutakuwa pamoja. Mwenyekiti, tutakuwa pamoja.

Kidumu Chama cha Mapinduzi! Vijana we, akina mama we na wazee, asante sana Mheshimiwa mwenyekiti wa kata ya Temi, kamati ya siasa na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi, naomba niwapongeze kwa hatua hii ya kumwenzi mwenyekiti wetu wa taifa. Huu ni mfano mzuri ameonyesha mwenyekiti Munisi kwamba sasa tunaondoa upinzani katika kata Temi. Naoni ni mfululizo tu, nimejaribu kuomba hata wenye vitu wenzangu wa mitaa. Baada ya hapa, kuna ombi nimemwomba, tutapita pia na Kambarage kuwaonyesha hawa wenzetu tunafanya nini. Kuna miradi ambayo tumeifanya katika mitaa yetu, na niwashukuru vijana wote wa Kambarage, wote mlijitokeza kwenye kuchimba maji yetu, kuna ambaye hajatoka kwenye mtaro. Vijana ndio kila kitu, niwapongeze kwa hilo kwa hiyo tutapita hata kwenye miradi yetu ili kuonyesha mwenyekiti Munis kaja kwenye kazi, kwenye kazi ya namna gani na kamati ya siasa ya kata. Na bahati nzuri, yuko mlezi wangu ambaye ni mjumbe wa serikali ya mtaa Makanora, hapo tuna mpango huo kuwaibisha hawa wenzetu miradi yote ambayo inasimamiwa na chama. Vijana, tunaomba tumuombe, tumuunge mkono mwenyekiti wa kata, tutapita na vyombo vya habari vione. Kwa mfano, kuna barabara zinazotengenezwa na serikali Mtu anaenda na kitambi yake anasema ameweka lami barabara pale. Mkuu wa wilaya alishamwambia wewe, una uwezo gani wa kutengeneza hata kilomita moja eh? Hiyo mambo, tusimame, wana CCM, tumuunge mkono mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa wilaya, mkurugenzi, wanatekeleza ilani vizuri, na katika kata yetu ameshakuja kambarage mara mbili. Kuna vitu ambavyo tunavifanya, lakini kupitia chama lazima turudi kuwaunga mkono mrisho gambo mwenyekiti mkuu wa wilaya na mkurugenzi kwa kazi nzuri wanaoifanya, lakini wajue kabisa kata ya Temi, diwani wa kata ya Temi ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Kata ya Temi hatuna diwani sisi, kwa hiyo shida zetu tutazipitishia katika kata. Mwenyekiti ana uwezo wa kuonana na rais au waziri, waziri mkuu ana uwezo wa kufika hata kwa waziri yoyote, hana kwa sababu ilani inaotekelezwa ni chama cha mapinduzi. Mheshimiwa mwenyekiti wa kata, naomba nikuambie kabisa, jeshi hilo nalo liona liko pamoja na wewe, na niombe vijana wa Temi Mashariki, nafikiri ndio tawi mama, ndio tawi zaidi. Mheshimiwa Sechambo, uzoefu wa mashariki, naomba uje na kwenye matawi mengine. Chonde chonde, naomba tembelea magharibi, nimeona vijana ni wageni. Nipo kwenye siasa tangu nikiwa mdogo za kata ya Temi. Fika magharibi, fika Kambarage, tushauriane na mwisho wa siku tuwe na hata timu moja ya mpira wa miguu. Tuwe na hata timu moja ya netball tuwaonyeshe. Yes, ukawa tukoje? Kidumu chama cha Mapinduzi! Yes, kwamba hivi limeleta mgogoro mpaka likamweka mwenyekiti wa wakata wa CCM wa ndani. Ni mmoja wapo wa hili kwa ajili ya kufuatilia hili. Hasa niseme kwamba muwe na ushirikiano. Ushirikiano huu ni kwamba hivi, Mheshimiwa John Pombe Magufuli alisema kuna majipu ambayo alikuwa amebaki kufuatilia niseme sasa, tunatoa na sisi kama vijana, kwa ushauri wangu kama vijana tunatoa tamko kwamba hivi kwa yoyote aliyehusika hapa kwa ajili ya aina yoyote ya kuchukua shilingi au kujipatia chochote kupitia mradi huu wa vijana. Mwenyekiti, naomba usichoke kupitia mwenyekiti wa wa mwenyekiti wa chama wa CCM wa wilaya kupitia katibu wa ya CCM wa wilaya. Sasa na sisi kama vijana tunatoa agizo kwamba hivi yoyote aliyehusika na hapa kwa ajili ya kuweka ubadhirifu ndani ya eneo hili na kuchukua mita hizo, maana hii sasa imepandwa miaka mingi. Kumbe wajumbe ndani ya serikali pamoja na chama walikuwa wamekushachukua, ni mradi wao kwa ajili ya kujipatia nini, manufaa yao. Sisi tunapata tabu ya kupiga kampeni na vijana, kumbe watu wamekushatia tia nini, mali zao, leo wanakuja kutuwekea mwenye kiti ndani. Sasa tunasema hivi, mheshimiwa Gambo yupo imara pamoja na sisi. Yoyote aliyohusika na hili awekwe ndani. Sisi kama vijana tutafika kuja kutoa yetu kwamba kwa malalamiko yetu kwamba kwa nini wakitai. Ninaambiwa kwamba hii sehemu ni ya kwetu. Ni kweli ni ya kwetu, hapa chini liko bomba la mafuta ama la maji, maji machafu kilomita ngapi kwenda chini hatujui. Kwa tunaomba kitu kimoja, dalala ya maji waitw na sisi tukiwepo, watuambie nipita maeneo gani Sawae, alafu ukuta sehemu yetu, naweza kujenga kama limekwenda chini kilomita tano. Si ndio? mita tano, naliruka pale, naweka nguzo nguzo kwa katikati, napita bimu juu, tuendelea kujenga kwa tahadhari ya eneo letu. Maana vinginevyo leo hii wako pambanaji, imeza nikaja nikaondoka nikafoka. Oh, kaf kafa, si ndio? akaja mwanangu akiake itapotea. kwa tunaomba tushirikiane kwa hivyo, tuwe dala maji tuwaulize, mara kama lipita hapa mpaka amejenga nyumba huyu yeye, kajaje nyumba yake na ni gorofa kamaoni, kama ni uongo madanganya. Mimi naitwa Jared Matem, katibu wa siasa na uenezi Temi Mashariki. Katibu wangu hapa pamoja na mwenezi tulifuatilia jambo hili kwa muda mrefu, na tulipita tulipitia changamoto nyingi, lakini tulipita hatua kwa hatua mpaka tukapata barua inayothibitisha kwamba ni letu, na zaidi ya hapo tukaelezwa taratibu zote kwamba lilikuwa limepita bomba, lakini wakasema kwamba tukitaka kujenga wako tayari kutupa kibali saa yoyote kwa ajili ya kuweka ukuta. Kwa hiyo tulifuatilia sana na katibu hapa na Shabani mpaka siku hiyo walipokuja kutuonyesha na kutupa barua. Kwa hali hiyo basi, kwa sababu ilikuwa ni, ni muda mrefu sana, kama miaka ishirini, ishirini na tano, kwa sababu kutokana na mabadiliko ya uongozi lakini kwa bahati nzuri Mungu amesaidia, tumefuatilia taratibu zote mpaka tukaenda tukapata. Kwa hiyo ni mradi wetu wote, tushukuru kwa ajili ya hicho. Tumpe mwenyekiti ushirikiano, tukijua kabisa kwamba mwisho wa siku tutafaidika na hili. Asanteni sana. Mwashimani Masawe, nilikuwa katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi kata ya Temi na labda niseme, mimi ndio niliweza kufufua tatizo la na hiki kiwanja na tulifufua baada ya kuona katibu wa wilaya tayari ameshaingia kutaka kukifanya kiwanja hiki ni mali yao, na kuna fungu ambalo tayari walikuwa wameshalichukua. Na baada ya kuyalalamikia hayo, ndio moja ya mambo ambayo mpaka leo mimi niko nje. Lakini sasa kiwanja hiki tulikifuatilia, hapakuwa na faili lake wilayani. Kwenye kata hakuna faili, lakini kwenye kata kuna kiongozi mmoja wa kamati ya siasa ya kata ana hilo faili na analo nyumbani kwake. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kaa na kamati yako ya siasa ya kata, hilo faili litoke nyumbani kwa mtu liji ofisini kwa ajili ya kuendeleza shughuli za chama. Mheshimiwa mwenyekiti, kiwanja hiki baada ya kwenda mkoani tukapata faid ambalo kwa namna moja ama nyingine nafikiri mnaye tayari kopi yake. Kiwanja hiki kilikuwa kimezuiwa, tulikuja hapa akiwa DC kwenye ile eneo, akatokea diwani wakati ya daraja mbili, akasema eneo hili ni eneo la wazi, linatakiwa jirani pale ap, ap, ap, apewe eneo lake ili eneo la wazi chama cha manoo serikali ijenge kituo cha polisi. Kilikuwa ni kikao cha kata ya daraja mbili, lakini nilikuja nikasimama nikamwambia DC kwanza, nakukaribisha temi kwa sababu hapa ulipo ni kata ya temi na kiwanja kinachozungumziwa ni kiwanja cha temi na ni kiwanja namba mia moja na sitini, kwa sababu tayari tulikuwa tumeshapata dokumenti zake. DC akasema kesho njoo ofisini kwangu. Nilikwenda na mheshimiwa katibu mwenezi ofisini kwa DC. Tulipofika kwa DC tumempa lile faili letu, akaagiza twende kwa mkurugenzi. Tulipofika kwa mkurugenzi, mkurugenzi akaandika message ikaenda kwa afisa mipango miji, mipango miji akaipeleka kwa afisa ardhi, suala hili likaanza kushughulikiwa, limeshughulikiwa mwisho yote, wakaja wataalamu wa vipimo wa jiji ndio wamekuja wamepima, wakaonyesha mipaka. Nafikiri wamekuja mara mbili. Mara ya kwanza walimtuma kijana wao wa kule kwenye upimaji, hawakuridhika. Akaja afisa mipango miji mwenyewe Mama Kimoro, wakatoa hivi vipimo, na mwisho yote wametoa barua kuiambia Chama cha Mapinduzi hili ni eneo lenu, na mnatakiwa kulifanyia chochote ambacho nyewe mnaweza mkaona kinafaa. Mheshimiwa mwenyekiti, nafurahi umekuja na, na vijana leo. Hawa vijana wanatakiwa sasa tufanye usafi. Usafi ni wa namna gani? Nafikiri tupunguze hata miti iliyo katikati, iliokuwa kule pembeni ibaki, hapa katikati paonyeshwe kwa kwamba nini sasa chama kinataka kufanya, kwa sababu huwezi ukasema hii ni mali ya chama alafu imekaa kama bustani ya mtu. Mheshimiwa naomba ridha yako kama namna gani. Kuna mapanga yalikuwa yameandaliwa, yameazimwa kwa watu, ya yaletwe ya ya vijana ya wafanye kazi eneo la Chama cha Mapinduzi. Jilikani, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Mheshimiwa <tosimu> mjumbe uliotangulia kuzungumza e, nashukuru kwa ushauri mzuri pamoja na maelezo mazuri ambayo umeyatoa mimi nafikiri vijana, mmejionea eneo letu, inapendeza? Alipendezi? Inapendeza, inapendeza, inapendeza. Sasa kazi iliyobaki ni moja, ni kuliendeleza eneo letu. Kwa mujibu wa barua tuliyopata kutoka wilayani, mwenezi amesema kwamba tuanze kazi ya kufeka sasa hivi lakini mimi ninafikiri kwa busara na hekima, mwenye kuotesha hii miti anafahamika, sina mashaka kwamba afahamiki kwao pia. Ninaomba nitumie nafasi hii nimwagize katibu wa wilaya wa kata, umwandikie barua, umpe siku nne hawa ameondoa hii miti yake hapa, ambayo alikuwa ameiotesha ame kwenye eneo letu. asipofanya hivyo basi tutakuja kuiondoa kwa sababu ni eneo letu, na kama atakuwa na sababu yoyote, basi ataweza kwenda kufungua mashtaka mahali popote pale ambapo wanaona panafaa. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Jambo la pili, jambo la pili, mheshimiwa, waheshimiwa viongozi, kamati ya siasa, pamoja na uongozi wa vijana na vijana kwa ujumla, vijana wana changamoto ya ajira, lakini eneo tunaloliona hapa liko mjini kati, na ni eneo ambalo tukikaa kama vijana, tukikaa kama viongozi, tunaweza kubuni chanzo cha mapato ambacho kinaweza kukrieti ajira kwenye vijana wetu wa kata ya Themi. Kwa mimi, nafikiri pamoja na maelezo mazuri kwamba kuna bomba limepita chini. Na pia nimepata taarifa kwa mbali kwamba hata nyumba zilizojengwa huko za ghorofa bomba limepita chini. Sasa itanishangaza sana kama sisi ambacho kiwanja chetu kiko wazi na hatuwezi kujenga gorofa kwa sasa hivi, kama tunaweza kukatazwa kuweka bati ishirini au kumi hapo alafu hapa tukaweka kaoshi, itanishangaza sana lakini, jambo la tatu, tunavyoongea hapa Mheshimiwa katibu, nina taarifa kwamba kuna mteja anataka kupangisha hili eneo kwa ajili ya kupaki magari na kwa kila mwisho wa mwezi anaweza kutulipa shilingi milioni moja. Kwa hiyo ninafikiri kama kujenga haiwezekani, basi hata kupaki magari nayo yatashindikana. Tutajadili, tutajadili. Ni mambo ambayo ni mambo ambayo hayana haja ya kwenda shule, ni mambo ambayo tunayaona wenyewe. Kwa mimi yeah. ninafikiri ni watoe mashaka, ili jambo tutaendelea kulisimamia na vijana ninawatia moyo, tuendelee kutetea haki yetu, tuendelee kutetea jumuiya yetu, kwa sababu eneo liloko mbele yetu ni letu. Tunaweza kulifanyia jambo lolote ambalo tunaweza kulifanya kwa wakati ambao tunataka. Baada ya kusema hayo, napenda kutumia nafasi hii kuwashukuru sana na kuwakaribisha sana vijana kwenye eneo lenu na kwenye ofisi yenu. Njoni tujenge mshikamano tujenge umoja tujenge jumuiya yetu. Baada ya hapo, nawatakia kila laheri. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asanteni sana kwa kunisikiliza <mucho>